Mimi Musa Hassan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Huu ushindi ni wetu sote Hamjanichagua tu ili niongoze bunge bali mmenichagua mmenichagua ili tufanye kazi pamoja, niwatumikie nyie na kuhakikisha yale yote tuliyokubaliana na tutakubaliana kama vipaumbele vya taifa katika mipango yetu mbalimbali mbali, kwa kipindi cha miaka mitano ijayo yafanikiwe kwa masuala mapana ya kutumikia wananchi wa nchi yetu na kwa kuwa kuwe na bunge moja litoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote na kwamba ofisi ya spika atakuwa wazi. Mimi ni mwanahabari na nimekuwa mfuatiliaji mkubwa sana wa bunge, na pamoja na hayo, kutokana na kazi yangu nimekuwa nikifuatilia sana masuala mbalimbali, na nimekuwa nikimfuatilia mheshimiwa Zungu. Ninavyomfahamu mheshimiwa Zungu ni mtu ambaye kwanza ni mtulivu lakini ni mtu ambaye anapenda haki. Kwa namna ambavyo nimemfuatilia alivyokuwa akiliongoza bunge kama naibu spika, lakini a, katika moja ya masuala ambayo amekuwa akitoeleza kati kitomba kura, yani sera zake ni kuhakikisha kwamba atalileta bunge kuwa bunge moja, haijalishi hawa ni wabunge wapya, haijalishi hawa ni wabunge wa muda mrefu. Jambo muhimu ambalo atalifanya ni kulifanya bunge kuwa kwa, moja. Tunashukuru kwamba amejenga msimamo kwamba bunge hili litakuwa bunge la haki za watu na kwamba mchakato wa katiba mpya utapewa nafasi. Sisi tunamkopesha imani ndugu Zungu, itakuwa ni wajibu juu yake kuipokea imani hiyo ama kuidondosha. Sisi tutaingia bungeni kutazama mwenendo wa mambo, imani ikiendelezwa, sisi tutatoa ushirikiano. Nampongeza sana Mheshimiwa Spika Msaza Nzungu kwa kupata kura nyingi na kuchaguliwa kuwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunaamini kabisa kwamba kupitia uongozi wake tutapata nafasi ya kushirikiana kwa pamoja katika kuijenga Tanzania yenye maendeleo na kasi kubwa ya kuwafikia wananchi katika huduma mbalimbali, chini ya uongozi wake akiwa kama spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hivyo tunampongeza kwa hatua hii kubwa, na tunamtakia kila laheri katika uongozi wake uliongoza bunge hili. Habari zote kali za siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu, vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. Nyote nakaribishwa.